Habari na karibu katika chaneli yetu ya The Living Empire TV. Leo tutazungumzia jambo muhimu sana kwa kila mtu. Jambo ambalo wengi wanatamani kulifahamu. Na kila mtu anayefikiria maisha yake ya kifedha anahitaji kulijua. Kwa nini ni muhimu kuwekeza badala ya kuishia tu kuhifadhi pesa zako benki? Kama unaweka pesa zako tu bila kuzifanya zikue, basi upo hatarini kupoteza thamani ya pesa zako. Leo nitakuelekeza kwa nini unapaswa kuwekeza pesa, sio kuhifadhi pesa, kwa nini kuhifadhi pesa peke yake hakutoshi. Unatakiwa ujue kuwa unapowekeza pesa zako benki au kuwekeza chumbani kwako au wale wanaochimba maeneo maandaki ili kuweka fedha kule, pesa inatulia tu, haikui. Hata kama ukisema unaiweka benki, mara nyingi haikui, na kwa mfumo wa kifedha wa sasa, benki hauwezi kuweka pesa ili uwekewe hela kidogo, yani ongezewe pesa, ila unaweka pesa na kukata kila mwezi yana makato ya kila mwezi mabenki ya sasa, lakini ni benki chache ambazo unaweza ukalipwa riba kidogo baada ya kuwa umeweka fedha kwa muda mrefu ndani ya benki. Hebu sikia leo, ukiweka laki moja kwenye akaunti ya benki, baada ya miaka mitano hiyo laki moja itakuwa haina thamani tena, itakuwa imeshuka thamani na kama ukikutana na wale wenye benki za Kaushadam wanaanza, wana kuzichekecha zitapungua zaidi. Ni kwambie faida chache tu za kuwekeza pesa badala ya kuhifadhi. Unawekeza fedha ili ikue kwa haraka. Ukiwekeza fedha kwenye masoko ya hisa, biashara pesa zako zina nafasi ya kukua kwa faida kubwa zaidi kuliko kuweka ri, uh, pesa zako benki au kuzihifadhi ndani nyumbani. Namba mbili, kupambana na mfumuko wa bei. Uwekezaji mzuri unakusaidia kulinda thamani ya pesa yako dhidi ya mfumuko wa bei. Kuna wakati bei zinakwenda juu zaidi, hilo ukiwekeza, haitakusumbua kiakili. Namba tatu, chanzo cha kipato cha ziada. baadhi ya uwekezaji kama hati fungani au hisa zinakupa gawio la mara kwa mara, kwa hiyo ni chanzo cha kipato cha ziada. Namna ya kuanza kuwekeza: namba moja, anza kuwekeza kidogo kwenye mifumo ya uwekezaji wa pamoja, Unit trust. Namba mbili, jifunze kuhusu masoko ya hisa na jinsi yanavyofanya kazi. Namba tatu, usiogope. Kwanza hatua ndogo leo ni bora kuliko kukaa bila kufanya chochote. Wekeza pesa zako, linda thamani ya pesa yako. Sasa nafikiri umejua ni kwa nini ni muhimu kuwekeza badala ya kuishia tu kuhifadhi pesa, pesa zako. Pesa zako zikiwekezwa zinafanya kazi kubwa kwa ajili yako.